Iwapo madai yaliyoibuliwa kuhusu kifo chake Mohamed Shahibu aliyeuawa usiku wa kuamkia leo katika eneo la Bondeni mjini Mombasa yatazingatiwa, huenda vita dhidi ya dawa za kulevya visiwa rahisi, kwani licha ya kutokuwepo habari za kina kuyahusu husu mauaji hayo yanayosemekana kutekelezwa na vijana wawili waliomvamia mwenda zake na kumpiga risasi alipokuwa akitoka msikitini, ipo minongono kwa huenda waliomuua wana mafungamano na ulanguzi wa dawa za kulevya paampijwahpaalikua nupijwahspisjkunamt wakati huo aliyeuawa alikuwa afisa wa polisi wa utawala katika eneo la Marsabit kabla ya kuiacha kazi hiyo na kuelekea nchini Iraq, alikuwa ajiriwa kufanya kazi ya ulinzi. Naifanya uchunguzi mara moja, apatikane mwalifu ngina nane maanake, unaona hata sai familia yake haina raha, iko na watoto wawili naona hiyo no. Sasa ni problem nyingine. Sasa, licha ya kuwa polisi hawajatoa taarifa rasmi kuyahusu mauaji hayo, familia ya marehemu inaomba na kutaraji kuwa haki itatendeka. Isi hatukumshuku mtu na hatujui ni yoyote. Sasa vile mtu Mwenyezi Mungu ndo tokojua, manake hana ugomvi na mtu wala hana vicha mwenyewe alokusudia kumuua. Labda yeye ana chuki zake, lakini sisi hatukushuku mtu, hatu yoyote, hatujui. Shadrack Miti, QTV